Ah, ah, ah. Ah, ah, Mangu, Wrong Life. Mara tatu, maisha mabaya. Mzee, asante. Mimi kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwakuta mkiwa wazima kama hivi ah. Lakini mzee kilichonileta leo hapa, nimetingwa kidogo na shida zangu. Kwa hiyo wakati natafakari, nikawa nimewaza nima, kipindi kile ujue, tuliuza mashamba ya, nani ya, ya oyoyo yaoyoyo kule, lakini yale mashamba ya Dondwe tulikuwa tujayaguza. Kwa hiyo ninaamini kwamba hata kule Dondwe pia nilikuwa na eneo langu, ndio mm -hmm. Maana tulipouza oyoyo nikapata sehemu yangu, kwa hiyo nataka na yale mashamba ya kule Dondo yauzwe ili nipate sehemu yangu nikatatue matatizo yangu. Kwa hiyo hicho ndio kimenileta leo. Nimekusikia. Umemzikia mwana? Hey, nimemsikia. Yes, sasa kila sehemu achukue yeye, tapata nini? <coughs> Mi labda nikwambie bwana mdogo, una haki ya kudai mali lakini wewe una ndugu zako, una ndugu zako wawili, na wewe mtu wa tatu, na, na wewe ndo mkubwa katika familia yangu, na ndo mtu nokuangalia machoni unidee, unitunze mpaka Mungu atapana nichukua. Lakini bwana mdogo, hii tabia unaianza sio tabia sahihi umeuza shamba hili, ndugu zako hawakuingia hata mmoja, umechukua pesa yako umetia mfukoni, nimekufa kabisa. Hili ndio eneo lako, ndugu zako hata mmoja hamna alokugasi wewe, umechukua mzigo wako ukalala mitini, umekwenda ulikokwenda, ukafanya mambo yako unavyoyajua wewe mwenyewe, hamna mtu alokuuliza. Ndugu zako wamekaa kimya, wananiangalia mimi sasa umekwenda uko umetapanya hela baba, umetapanya unavojua mwenyewe, zimekwisha. Ukaona naudi kule kule nkatote badala wewe useme baba, mtampelekea shati, kaputula la kulimia, au au kanzu akafanyie swala zake, hakuna. Ila ulichofanya kuja tena utapanye mali za wenzio kule dundu dunduiakukusu <laughs>

Mwambie huyu mwanao, ipo siku nitanitia makofi, sitajali kama ana mimba, nitie hayo makofi kama una uwezo. Nitie uone utakavyoenda kuozea jela huko. Muone. Kwa ndoa gani ulionayo wewe? Atulali atukai, mtu auli chakula kikashuke, eti ndoa, ndoa umeolewa vijana umegani, lile kibaka, jambazi, mporaji, juzi tu hapa si wenye katuibia kuku bora hata zangu mimi ndio kapa nyumbani nakula na na kunywa na enjoy, lakini wewe muda wote yule anaweza kafariki koma, si afadhali mimi na mume wangu? Si afadhali ni mimi nipo kwenye ndoa. Wewe unachoitia aibu familia yetu, unamtia aibu hadi mama yako kupata limimba lisokuwa na baba upo. Alafu ni ujeuri tu ule kuja una chochote ujui chochote anachokizungumza watu kwa mitaani si ndio? Liangalie kwanza, kazi umalaya tu wewe koma tano za mdogo, tano za mkubwa, wote mmegawana sawa, na zile unataka uchukue we, ndio watakula nini mzee? Uh, nisikilizeni uh, vizuri uh -huh. Nimekuja hapa kwa wema uh -huh. Nimekuja kwa nini? Kwa wema uh -huh. Sitaki shida yoyote uh -huh. Nilichofata hapa, nataka mnipe vibali nikauze lile shamba la Dondo. Mimi nina matatizo yangu uh -huh matatizo yako hayawezi akaisha. Ya katika mali ya kurisi hili, kwanza nikwambia, mali ya kurisi na wahusu wote watu watatu, wewe upate, mdogo wako apate, mdogo wenu wa mwisho apate. Sasa wewe kila unapopatwa na shida unakuja tunauza, wale wengine nao watauza nini? Waniuze mie na mama yako? Huko unakokwenda siko unapotea. Sasa nasema hivi kwanza, mama watoto, unamsikia mwanangu? Alafu anabota pana mali anaiharibu, hana mawazo ya kusema na wadogo zangu, yeye anachotaka anataka ile mali ale yeye peke yake, tumemzaa yeye peke yake. Ngoja, mimi ninakwambia hivi mwanangu, usifike hapo unapofika Sikilizeni ninyi wazee mm. Mimi ni mkubwa mm. Lazima nipate kikubwa mm. Kwanza hizo mali ilipaswa mimi ndo niwagaie wao mm. Naondoka mzee, nikirudi mm. Nataka kitu hicho, nataka hati ya mashamba nikauze. Nasema hivi Mwanangu, unaota ndoto za mchana mchana. Kama sisi tumekufa, wewe ndo mwenye mali, unapanga wale wadogo zako uwagawie nini? Sisi tuko hai, tumekwambia ziko heka kumi ambazo zimebaki mikononi mwetu, tano oyoyo tano, ziko nini dondwe kumi zimebaki wekasii, chukua vitu vyako uondoke kwenu. Haya, na wewe, hiyo mimba ya nani hiyo mimba ya nani? mwezi huu wa nane, atumjahata baba wa hiyo mimba unafanyaje? Alafu nakwambia unanitumbulia mimacho na unanibinulia binulia midomo kwa nini? anachoongela dako iko sahihi, lione kwanza ovyo. Na kuhusu mimi, si mimi natetea ukweli, naongea ukweli kuhusu mwanao. Unaniona mimi mbaya, sinaonekana mbaya Kisa nimeolewa na mwizi. Mimi naondoka nasema hivi, chochote kitachotokea kuhusu yeye, naomba nisishirikishwe chochote. Bibi wee, damu mzito kuliko maji, utakuja tu. Alafu wee, dadako anapongea, unanyamaza kime, iweje? Ile damu ile iweje? Huyu ndo wanatulisha huyo ndo anatuletea unga, anatuletea dagaa hapa nyumbani. Hata kama ndo huyo mume wake kibaka, sijui mwizi, huyo ndo anatustili hapa, alafu anakwambia unamdhalau. Unavyonijua mama yako mwenyewe, apeche alolo taumbuka, mbona unapenda kumzalisha mwanangu huh? Sasa safari yetu imeumbuka, za kwetu kumi na tano tumetoa kwa watoto watatu bado unataka we uongezeke. Kwa sababu we mkubwa, alokuambia sheria hiyo iko wapi? Yaa, ukubwa ukapata kingi. Nimekuja kwa wema. Sasa kwa hivyo nasemaje? Naondoka na, mi nasema nikirudi, yani uh -huh. Mke wangu huyu bwana asikubabaishe aje kwa wema. Mashamba yale katugea ah, yeye ah, mi nawambiaje, nikirudi hapa mi nakwambia, kafanye chochote unachoweza lakini yale majambo ukutugea, wewe bwana, wewe wewe huwezi kawa mali yako ile. Nenda zako huko. Sika ya machozi labda kesho itafika, nasema maisha yasiyofaa yatageuka, yatageuka. Sawa, mi nikutakie masomo mema. Sawa, inasemeji? Nischelee kuja kunipata mwana, anakaa shule mpaka saa kumi na moja sh wameondoka, nabaki peke yangu. Kama jana nimekaa shule nimwasubiri, hamjaja, nimeamua niondoke mwenye. Nafika tu njiani, nimekuja hali yangu ya upofu, nimekaa chini we, mpaka kaja rafiki yako yule Bizo ndo akaja kunisaidia. Lakini kanipeleka mpaka kwake. Yaani nafika tu pale kwake, bati nzuri, nikaona sasa sijui kunataka nifanye kitu gani, akati nimwambia anipeleke nyumbani, namuuliza anaza kuniambia siu nikunataka nikupe maji ya kunywa, sijui kitu gani nipumzike, bani maneno yake siyaelewi. Sasa sijui kitu gani nataka nifanyie. Kwa hiyo bizo alikupeleka nyumbani kwake? Ndio. Sawa, hilo ni achie mimi, nitalifanyia kazi. Sawa, mimi ngoja niku nikuache sawa. Lakini shemeji jana mbona dada jala nyumbani? Rasna, kwani si nimeshakuambia kuwa dadako anafanya kazi? Na nimeshakuambia anafanya kazi gani. Shida ni nini hapa, tatizo? Nikikuuliza wewe unaniambia si anafanya kazi fulani, lakini nikimuuliza yeye ananiambia kazi nyingine tofauti na unaniambia wewe. Sasa sijui nani ni mkweli kati yenu. Sikia mm -hmm. Au maswala tutakuja kuzungumza baadaye, hebu waishule sawa sawa. usome <tune> mzima zai naona ampendeza hmm, whangu yeah. jana nimetoka huko Tandika enda kuata mnashenga hapa elfu kumi hii elfu saba hivi. hiv uani aibu kutamba babani na nguo za wati izi najua, zanguo kama za kwangu, nimeziandika toka jana na zitafuta Umekuja umenianulia, na sio hizo tu, mpaka vyangu sivioni, na naamini wewe ndio unavyo. Nimenunua tandika elfu kumi hiyo, nguo za elfu kumi si naelewa hizo ni nguo zangu. Tumpe nguo zako, kuna taaibu hizo nguo zako? He, nguo dada zinafanana, sio kwamba nguo utakanunua wewe mtaani, mtu hakuna kununua wewe, umenunua na mimi na, na, nimenunua. Hayawezi hicho kijola kwamba mtaa mzima unacho peke yako, aina noma Mungu atamlipia. Hebu mpishage, atakulipia atakulipia.